Ndiye unayeponya uliomba, ili uweje? Kwa sababu maana yake kuomba, ulimuomba mwenye uwezo wa kuponya. Wewe sio mponyaji, ulimuomba mwenye uwezo wa. Alafu hela ukachukua, unawasingizia wamemtolea Mungu mbinguni. Kuna maduka kuna supermarket mbinguni? Mungu anaenda kununua suti? Niulize, mbinguni kuna daradara? Mungu anataka hela za kupandia daradara? Hizo hela unasema ulimpelekea Mungu baada ya kuwa Mungu ameponya watu ni kweli, umpelekea Mungu? Na nyinyi amjiulizagi, mnatoa hizo hela, huwa amjiulizi Mungu anataki hela za nini? Sikiliza, kama ni suala la kuwapa watumishi wake, Mungu ameweka utaratibu wa watumishi wake waishije kwenye huduma zao, sio kwa kuibia watu. Waubiri wote wachungaji, Mungu